Habari mpendwa mtazamaji na mfuatiliaji wa Jidah HD, leo nipo kuwaletea mkasa ama simulizi iliyomkuta kijana mmoja ambaye alinifuata na kuniomba nimsimulie hadithi hii ili watu wengine waweze kujifunza. Jina la mkasa huu tumeupa nililaumiwa kwa kosa lisilo la kwangu au nilibeba msalaba usio wangu. Na ndugu Michael anatusimulia ya kwa kwamba anasema ilikuwa ni kipindi cha kidato cha nne, karibu kabisa na mitihani ya kumaliza shule ya sekondari, kipindi ambacho kila mwanafunzi alikuwa amebaki na ndoto matumaini na hofu ya kesho. Anasema mimi na rafiki yangu wa karibu sana anayeitwa Joseph tulikuwa kama ndugu, tulikula sahani moja, tulisoma pamoja na tulishirikiana katika kila jambo kwa ukaribu, lakini ndipo tulipoingia kwenye kosa ambalo liligeuka kuwa mwanzo wa matatizo makubwa maishani mwangu. Na Mike anasema mimi na Joseph tulijihusisha kwenye mahusiano na mabinti waliokuwa kidato cha kwanza. Kwa wakati ule, hatukuona hatari yake, tuliona kama ni mapenzi ya kawaida tu, lakini kumbe huo ndio ulikuwa mwanzo wa chuki, fitina na lawama zisizo na mwisho. Baada ya muda kupita, mimi na mpenzi wangu tuliachana, aliniacha na akaamua kuanzisha mahusiano na mwanafunzi mwenzake wa kidato kimoja. Maisha yakaendelea, nikajitenga, nikajikaza na masomo. Wakati Joseph yeye aliendelea na mahusiano yake mpaka tukamaliza shule. Nilidhani kila kitu kimepita, lakini kumbe hapo ndipo mkasa halisi ulipoanza. Ndugu yetu Michael anaendelea kutusimulia anasema, baada ya kumaliza shule wao bado walikuwa wanakutana shuleni. Joseph na mpenzi wake walikuwa wakifurahi, wakionekana bila hofu yoyote. Siku moja ilikuwa Jumamosi, kama ilivyo kawaida Joseph alikwenda kukutana na mpenzi wake shuleni, na mimi nilikuwa nipo pale shuleni pia. Mpaka leo, siku ile siwezi kuisahau. Joseph Michael anatuambia naam. Ndugu msikilizaji na mfuatiliaji, usiache kusubscribe, kulike na kucomment pia na kushare. Tunaendelea. Ghafla hali ilibadilika, ugomvi mkubwa ukazuka baina yetu na wanafunzi wengine kila aliyoulizwa chanzo hasa ilikuwa ni kutoka na mwanafunzi mwenzao. Maneno yakapanda, sauti zikazuka, watu wakaanza kuingilia, na kabla hatujajitambua tukajikuta tumeingia kwenye mgogoro mkubwa, mapambano makubwa na kusababisha ibakie kidogo tuishie polisi. Uongozi wa shule ukaingilia kati. Bila kusikiliza upande wetu tulifukuzwa kwenye eneo hilo. Tukaonekana kama watu tunaoharibu watoto, kama wahalifu, kama watu wasiokuwa na maadili. Kitu kilichoniuma zaidi si kufukuzwa tu, bali ni ukweli kwamba sikuwa nahusika moja kwa moja. Kosa langu lilikuwa moja tu, kumsaidia rafiki yangu ama kumtetea au tuseme kusimama naye. Lakini hilo ndilo lililoniponza. Walimu niliowaamini, watu waliokuwa wananiamini wote walinigeuka. Nilihisi kama dunia imenitenga. Nilihisi kama haki haikuwa kuniangalia hata mara moja. Kutoka siku ile nilijifunza somo moja kubwa sana. Naam, hii ni simulizi na kumbukumbu kumbu ya kweli, lakini pia ina funzo la maisha ndani yake. Naam, hapa niweze kusema nitamatishe kwa leo. Tusiache kusubscribe kulike na kucomment pia kushare ili tuweze kuwa wa kwanza kupata taarifa na habari zote zinazorushwa kupitia Jida HD. Niseme wakati mwingine, hii ni sehemu ya kwanza, nitakuletea sehemu ya pili ya historia hii yenye kusisimua.